Ndugu na dada wengi wanasema kwamba uislamu ndio dini ya kweli lakini hebu tusome kile kitabu chao wenyewe yewe Qurani inasema juu ya yesu kristo katika sura 3:45 malaika alimwambia maryamu allah anakutolea habari njema ya neno litokalo kwake jina lake litakuwa almasih isa mwana wa mariamu hata Qur'ani inakubali kwamba yesu ni neno la Mungu na masihi katika surat smin wasman blas malaika alisema, mimi nimekuja kukupa mwana safi. Yesu alizaliwa mtakatifu na safi bila dhambi, na katika surat tiga marpoli milan imeandikwa kwamba Yesu aliwaponea vipofu wenye ukoma na akawafufua wafu, lakini Muhammad yeye hakufanya mujiza hata mmoja. Basi kwani ni mfuate nabii asia na, na miujiza ilihali Yesu Kristo ameonyesha kwamba yeye ndiye nguvu ya Mungu. Biblia inasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, matuhaji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Yohana 14:6. Na tena hapo mwanzo kulikuwako neno naye neno alikuwako kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu naye neno alifanyika mwili. Yohana wida man. Yesu si nabii tu, Yesu si masihi tu, Yesu ni Mungu mwenyewe aliyekuja katika mwili kwa kwa wanadamu Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, akafufuka siku ya tatu, na anakuja upe siku watwa wale wanaomwamini yeye. Sio Uislamu unaokwa, sio Muhammad, ni Yesu Kristo pekee, Mungu aliyejidhihirisha katika mwili, Mwokozi wa ulimwengu, wala hakuna wokovu katika mwingine awaya yote matendo cardwerse